Kwanza nianze kwa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama shupavu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ametufanyia makubwa sana katika kata yetu hii ya Nsalala. Pengine wengine hawajui, lakini acha mimi niseme na pengine hawajui nini kimefanyika. Acha niseme ili wakashuhudie. Mheshimiwa Rais alielekeza serikali tukapata fedha kiasi cha shilingi milioni themanini na nane kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa matatu na vyoo matundu sita katika shule ya msingi Ndola. Lakini pia mheshimiwa rais hakuishia hapo, alielekeza serikali tukapata fedha kiasi cha shilingi milioni sabini na tatu ambayo imejenga madarasa mawili na vyoo matundu sita katika shule ya msingi Maendeleo. Lakini daktari Samia Suluhu Hassan rais wetu shupavu hakuishia hapo, alielekeza tena serikali ikatuletea fedha kiasi cha shilingi milioni sitini na mbili ambayo imejenga madarasa mawili na vyoo matundu sita katika shule ya msingi Nsalala. Mheshimiwa Rais kwa kutupendelea zaidi hakuishia hapo, aliielekeza tena serikali ikatuletea fedha kiasi cha shilingi milioni arobaini ambayo imejenga maabara ya physics, chemistry na biology katika shule ya sekondari Nsalala. Tumpigie makofi mazito sana. Kwa hivyo katika sekta ya elimu Nsalala hatuna cha kumdai Mheshimiwa Rais, ametutendea haki kweli kweli. Lakini Mheshimiwa Mbunge, ni kushukuru wewe binafsi, ulipoanza kazi uliikumbuka kata ya Nsalala na pengine nikisema wenzangu watanionea wivu, tumefanikisha kujenga kivuko cha kilichopo katika kitongoji cha Tundumarodi kwa gharama ya shilingi milioni nne laki nane na sitini ambayo wamejenga wananchi kwa kushirikiana na wewe, na wewe binafsi ulitukabidhi milioni mbili. Mimi nakushukuru sana kwa niaba ya wananchi wa Nsalala, tunakushukuru sana kwa kivuko kile. Lakini pia mheshimiwa mbunge, tunajiandaa na msimu wa masomo. Nitumie mkutano huu kumshukuru mwekezaji wetu wa Paradise Mission ndugu Ndele Mwenselela ambaye alituchangia madawati mia mbili katika shule yetu ya Malama. Mnaweza mkaona ni jambo la kawaida, lakini ilitakiwa tuchangishane hapa, na ninaendelea kusisitiza tuendelee kutumia wadau kama ambavyo tumetumia kwenye daraja na kwenye shule na maeneo mengine.